Ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Asilimia kubwa watu wamekuwa wakisemeshwa na Mungu kwa njia ndoto, lakini wengi huwa hawaelewi kama Mungu anawasemesha. Ukisoma kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15, imeandikwa kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Tunaona kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili. Unaweza ukaota ndoto ya kwanza ukashanga ukaota tena ndoto ya pili ikawa inafanana vilevile. Kwa hiyo Mungu hutumia njia hutumia njia ndoto kuzungumza na watu wake, au ndoto ni njia moja hapo ambapo Mungu hutumia kuzungumza na watu wake. Ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo 41 utaona Mungu alizungumza na Farao juu ya uchu, juu ya hali ya uchumi ambayo itatokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 41 na mstari wa kwanza na kuendelea imeandikwa, ikawa mwisho wa miaka miwili mizima Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto, na tazama ng'ombe saba wazuri wanono walipanda kutoka mtoni wakajilisha manyasini, na tazama ng'ombe saba wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine wa ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe saba wazuri wanono. Basi Farao akaamka akalala, akaota ndoto mara ya pili. Tazama, masuke saba yalimea katika bua moja, makubwa mema, na tazama masuke saba membamba, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba saba yakayala yale masuke saba makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka kumbe ni ndoto tu. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko, walioko. Farao akawaadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Tunaweza kuona Farao anaota ndoto, Mungu anamjulisha mambo ambayo yatatokea alipoamka alisema hii ah, ni ndoto tu lakini b nasema mstari wa nane hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo haya. Tunaanza kuona Farao anaota ndoto. Alipoamka alisema ni ndoto tu, nataka kuipuzia. Lakini asubuhi, akakosa amani, yake ikafadhaika, akakosa amani. Kuna mtu anaweza kuota ndoto na ndoto hile ikakufanya ukafadhaika, ukaamka, ukumefadhaika sana. Hata nikuonyeshe mambo ya msingi, Mungu akuonyeshi jambo ndotoni kwa lengo la kutaka ufadhaike lakini Mungu anakuonyesha jambo ndotoni kwa lengo la kutaka uchukue maamuzi uh, mapema. Lakini pia Mungu anaweza kukuonyesha jambo ndotoni kwa lengo la kukutaka uweze kuzuia. Kama ni jambo baya, atakuwa anahitaji uweze kusimama kuzuia jambo hilo ili lisiweze kutokea. Kwa hiyo ni muhimu sana, baada ya kuota ndoto, ni muhimu ukaifuatia ndoto hiyo ulio yote na ashiria vitu gani. Tunaanza kuona hapa, ndoto Mungu alikuwa anamfunulia Farao vitu ambavyo vitatokea, na namna anapotakiwa na kufanya ili kudhibiti vitu hivyo vinapotokea, kujiandaa na mambo ambayo yatakayotokea. Ukiendelea hapo, utaona Yusufu anakuja kumfasiria Farao ndoto yake na kumpa hekima ya vitu vya kufanya, vitu ambavyo anatakiwa kuvifanya. Kuna muda Mungu anaweza kukufunulia vitu juu ya taifa, kuna muda Mungu anaweza kukufunulia vitu juu ya familia yako, juu ya ukoo wako, kwa lengo la kukutaka uweze kuchukua hatua. Leo nimekuja g ndoto 15 ambazo unatakiwa kuzishughulikia kwa haraka sana. Lakini kabla tujaangalia ndoto hizi, ningependa kukumbusha kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe, lakini pia uh, una like video hii. Mungu akubariki sana, tende moja kwa moja tukaangalie ndoto 15 ambazo unatakiwa kuzishughulikia kwa haraka zaidi. Ndoto namba moja: kujiona umepotea ndotoni na huoni njia. Kujiona ndotoni ulikuwa unatembea unaelekea eneo fulani, ghafla ukajikuta umepotea, ukaanza kutafuta njia lakini huoni njia. Ndoto hii huwa inaashiria kuna kipindi kigumu ambacho kitakukabili kwenye maisha yako. Ukijiona ndoto umepotea, kuna jambo inaashiria, kuna maamuzi ambayo utayafanya na maamuzi hayo yatakugharibu maisha yako, kwao ni muhimu sana kuwa makini na kuomba. Ukijiona umepotea ndotoni ni muhimu sana kuingia kwenye maombi lakini, ndoto namba mbili, kujiona ndotoni umengatwa na nyoka. Ndoto hii huwa inaashiria ni shambulizi la kiroho. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka kumi na mstari wa kumi na tisa imeandikwa tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Kwa hiyo ukiona ukijiona ndotoni umeshambuliwa na nyoka au nyoka amekungata, ndoto hii huwa inaonyesha ni shambulizi la kiroho, ni shambulizi la giza. Aa, lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo kumi na mbili na mstari wa saba, utaona imeandikwa kulikuwa na vita mbinguni Mikae, Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, au audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo ukiota ndoto umeng'atwa na nyoka, ndoto hiyo inaashiria shambulizi la kiroko. Ni muhimu sana baada ya kuota ndoto hii ni sana kuingia na kuanza uh, kufanya maombi. Mwingine anaweza kuota ndoto anakimbizwa na nyoka, anakimbizwa na nyoka. Ndoto hii huwa inashiria ni shambulizi la kiroho. Ni muhimu sana ukaanza kuomba, ukaanza kuomba katika jina la Yesu. Ninaharibu kila shambulizi lote la giza ambalo limepangwa dhidi yangu na lisambaratisha katika jina la Yesu. Imeandikwa, kwa maana Mungu wetu ni moto lao. Unasema ninaachilia moto kwenye ulimwengu wa kiroho. Ninaharibu kila shambulizi la kiroho. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto ya namna hii ni muhimu sana kupata muda wa wewe kuingia kwenye maombi. Lakini ndoto namba tatu, kuona majanga ya asili ndotoni kama vile mafuriko, upepo, matetemeko makali ya ardhi, ndoto hii huashiria kuna kipindi kigumu ambacho kitakukabili. Kwa hiyo ukiona majanga ya asili ndotoni, hasa kuona labda upepo mkali wenye dhoruba kali, ndoto hii inaashiria kuna kipindi kigumu ambacho utakipitia kwenye maisha yako. Ndoto namba nne, kuona ndotoni kitu kilichovunjika, yamkini ni kioo, ufunguo au daraja, lakini daraja lile limevunjika au kioo kile kimevunjika Ndoto hii inaashiria utapoteza fursa kwenye maisha yako, utapoteza kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Lakini pia kuona ndoto au kuona kioo kimevunjika, ndoto hii inaweza kuashiria uh, kama uko kwenye mahusiano, mahusiano yako yanaweza kuvunjika au ndoa yako inaweza kuvunjika. Kwa hiyo ni muhimu sana baada ya kuota ndoto ya namna hii, ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi, ukaomba. Lakini ndoto namba tano, kusikia sauti ndotoni ikikuonya juu ya jambo fulani Kusikia sauti ndotoni ikikuonya juu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazingatia juu ya sauti hiyo inakuonya juu ya jambo gani, na sauti ya Mungu siku zote huwa inaendana na mapenzi ya Mungu. Ni muhimu sana ukazingatia hiyo sauti inakuonya juu ya jambo gani. Lakini uh, ndoto ya sita Kuota ndoto zinazohusu kifo mara nyingi huashiria mabadiliko makubwa, lakini pia ndoto ya namna hii huashiria mwisho wa jambo fulani. Lakini pia ndoto ya kifo inaweza kaashiria, ndoto hii inaweza kaashiria kukiachilia ku, ku, kitu fulani au mtu fulani kwenye maisha yako, kitu enda, kubali kitu fulani fulani kikaenda, kika kikaenda kubali. Uh, na ndoto zinazohusiana na kifo, ndoto hii nimeshafundisha kwenye video zetu, unaweza kufuatilia ukajifunza zaidi. Lakini ndoto namba saba kujiona ndotoni unakimbizwa na lijitu au kitu kisichojulikana. Ndoto hii huashiria shambulizi la kiroho yani, ukijiona ndotoni unakimbizwa na lijitu au kitu kisichojulikana, ila unaona kuna kitu kinakukimbiza. Ndoto hii huashiria shambulizi la kiroho, lakini pia ndoto hii huashiria shambulizi la nguvu za giza kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba nane Kujiona ndotoni unaanguka au unazama, ndoto hiyo inaashiria kupoteza msingi au udhibiti wa kiroho, lakini pia ndoto hii huashiria kuanguka au kuacha imani yako. Ukijiona anguka au unazama, ndoto hii inaashiria umeacha imani yako. Uwe ni muhimu sana kuanza kuomba au kuna vitu amb... ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo vinakufanya uache imani yako. Lakini ndoto namba tisa, kupoteza meno au nywele au sauti, unaona umepoteza meno yako, au unaona nywele zako ndotoni, umepoteza nywele zako, au unajiona ndotoni sauti yako, umepoteza sauti, haitoke kabisa ukitaka kuita. Uh, unaona sauti haitoke kabisa. Ndoto hii huashiria kupoteza utambulisho wa kiroho lakini pia ndoto hii huashiria kupoteza uimara juu ya jambo fulani. Inaweza ikawa ni kwenye kazi, biashara, mahusiano na kadhalika. Lakini pia ndoto hii inaashiria pia kupoteza ujasiri juu ya eneo fulani. Ukijiona uh, umepoteza meno au uh, sauti, ndoto hii inaashiria kupoteza ujasiri juu ya eneo fulani. Lakini ndoto namba kumi: kuona moto unaowaka na usioweza kudhibitika ndoto hii huashiria dhambi inayokutafuna lakini pia ndoto hii huashiria uharibifu. Ndoto namba kumi na moja, hujiona ndotoni umekamatwa au umefungiwa kwenye chumba. Ukiota ndoto ya namna hii unahitaji msaada wa kimaombi wa haraka sana, ili uweze kufunguliwa kwa maombi kutoka kwenye kila kifungo. Ukijiona ndotoni umefungwa au umekamatwa au umefungwa kwenye chumba, ndoto hii baada ya kuota ni muhimu sana kukimbia, nenda akamtafute mtumishi wa Mungu akufungue kwa njia ya maombi kutoka kwenye kila aina ya kifungo. Lakini ndoto ya kumi na mbili, kujiona ndotoni unazama kwenye maji eh, ukijiona uko chini ya maji, yani ukijiona ndotoni unazama kwenye maji au uko chini ya maji, ndoto hii huashiria kutawaliwa na nguvu za giza. Ndoto namba kumi na tatu, kujiona uko, uh, uko uchi mbele za watu, ndoto hii huashiria aibu na fedheha zitakuandama. Uh, ndoto namba 14 kujiona ndotoni unaanguka kutokea angani au kutokea sehemu ya juu zaidi. Yani ukajiona ndotoni unaanguka labda kutokea kwenye daraja unaanguka kushuka chini au unaanguka kutokea angani, ndoto hii huashiria kuporomoka kimafanikio, lakini pia ndoto hii huashiria kupoteza neema, lakini pia ndoto hii inaashiria uh, kushuka kiroho, kuporomoka kiroho, utashuka kiroho. Ni muhimu sana baada ya kuota ndoto hii ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ya kuomba. Lakini ndoto namba kumi na tano, kusikia sauti ndotoni lakini humuoni anayekusemesha. Ni muhimu kuzingatia sauti hiyo inakusemesha jambo gani. Kama ni jambo la kimungu, utaona sauti hiyo inaendana na neno la Mungu, na kama ni sauti ya shetani, utaona sauti hiyo inapingana na neno la Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia sauti hiyo inakusemesha kitu gani. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Zipo ndoto nyingi sana, ila leo nimekuletea ndoto 15, ili uendelee kujifunza zaidi. Basi hakikisha una subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, lakini pia hakikisha na like video hii kama kuna jambo pia umejifunza. A na kuomba komenti hapo chini, andika nimejifunza. Zaidi tukutane kipindi kijacho. Ninakupenda sana.